Mtu na jongi zake hawataweza kufahamisha kutoka duniani taka la Mungu. Wewe na uzao wako, nenda ukainuliwe, nenda ukachukue, nenda utatawala katika maisha yako, nenda utaongezeke, kwa jina Yesu wa Hai, asiwepo mtu moziyo, mtu wako asiwepo mtu

neka mimi naiona mimi nakiona kitu, unapotaka upokee, ama yawezekana wewe hujui, wewe huelewi, lakini kuna jambo unaliona unaenda kulipokea, na ndio maana Mungu amekuacha hai, na ndio maana Mungu amekuacha hai leo. Lipo kusudi katika maisha yako, lipo kusudi katika maisha yako, maisha kichwa maisha yako ni fumbo, hakuna ajuae mwingine. Aitegemea ujenge nyumba labda uufe, mwingine aitegemea usingie kwa nyumba yako, mwingine atamjia kiwani usindue, lakini maumivu yako uchungu wako wote utakwisha, unaenda kuingia na furaha.